Assalamu as alaikum na karibu katika udukuzi vicho vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 31 ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi kwamawemkunjofu kabisa, ni kualike kuna kudukuza vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali mbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV.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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket piga simu namba 0775967. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele na isamia ni ilani ya ushindi inatekelezeka, wataka Watanzania wachape kazi kufanikisha utekelezaji. Asema hajatuma mtu kugombea, asisitiza hakuna atakebebwa uteuzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dodoma kuwa na treni mijini, flyover nne zaja. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Wanachuo watatu kizimbani, tuhuma kutisha udhalilishaji. Habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Ilani yabeba vipaumbele tisa fora. Sasa kutungiwa sheria Profesa Kitila amsifu Samia. Yaahidi kununua ndege nne. Gridi ya maji ya Iva yalenga kuondokana na nyumba za tembe. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. JKCI Benki ya Dunia AFDB kuchangia trilioni moja nukta tatu kilimo. Habari katika ukurasa wa saba. Mwanamke jela maisha kwa kumteka Kumuza binti ya habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti gazeti Habari Leo habari gazeti Habari Leo gazeti Habari Leo Tanzania pamoja na hivi ndivyo ambavyo gazeti Habari Leo kwa ajili ya habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yazindua ilani ya maisha katiba ya gusa maeneo nyeti yenye changamoto kwa Tanzania, ya gusa ajira kwa vijana, mageuzi katika uzalishaji bila kuacha eneo la demokrasia, haki wadau waifagilia rais Samia sema inatekelezeka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Baadhi ya hoja za ilani ya CCM 2025 2030 ni ajira mpya milioni nane rasmi na zisizo rasmi kwa vijana, usambazaji matrekta kuelekea kilimo cha kisasa, kuongeza thamani, mchakato wa kusaka katiba mpya kabla ya, ya mwaka elfu mbili na thelathini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano. Mnyika dr sla waendelea kupigania katiba mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia ataka magwajima waachwa kwenye mchujo, habari habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili. Huku gazeti hili kiandika mtoto wa sakwa na polisi kwa tuhuma za kuua wazazi, habari katika ukurasa wa tatu. Wimbi la G55 Chadema livyomkimbiza Kabendera, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi jumamosi ya leo. Gazeti ni nalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii Jumamosi leo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kishindo, ilani ya uchaguzi CCM yaainisha mambo tisa muhimu. Makala asema ni ya wananchi, Samia aonya wanaomsingizia kuwatuma. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Gazeti limeandika kuongeza fursa kwa vijana, kasi ya miradi ya maendeleo, kuimarisha uchumi, kuboresha maisha ya wananchi, ruzuku kwa masikini, miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu. Habari picha, inaonyesha mwenyekiti wa CCM taifa wa chama cha mapinduzi CCM, Rais Samia Suluhu Hassan akibonyeza kitufe kuashiria uzinduzi rasmi wa ilani ya uchaguzi wa CCM 2025-2030 jana kwenye mkutano mkuu maalum wa taifa wa chama hicho Dodoma. Simulizi madai mtoto kunyonga kuwachinja baba na mama yake habari katika ukurasa wa nne Dorothy Semo aomba ridhaa ya urais kupitia ACT Wazalendo habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili nasema taifa hili ni la vijana kwani zaidi ya asilimia sabini ya watu wake wana umri chini ya miaka 35 ni dhamira yangu kuwekea na, na kutengeneza sera sheria na taratibu zitakazohakikisha vijana wa taifa hili wanakuwa kipaumbele na chachu ya maendeleo kwao wao na kwa taifa alisema. Chadema yatia neno idadi ya wanachama wa CCM, habari katika ukurasa wa tatu. Kordini madai ya kumdhalilisha mwanafunzi wa chuo kikuu, habari katika ukurasa wa nne. Mkakati wa mawasiliano ni shati safia kupikia waiva, habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili michezo limeandika, Simba Singida mechi ya kisasi, habari katika ukurasa wa 24 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga Jamii nalo gazeti Zanzibar leo kwa kweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni CCM yazindua ilani mpya elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na thelathini D Samia atakawa na CCM kuinadi. Habari katika ukurasa wa pili, ilani CCM ya CCM Zanzibar yabeba vipaumbele 13. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu, tutawapa kila msaada walioacha dawa za kulevya, waziri Tabia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu ZRA yakamata gari 621 kwa kukwepa kodi ya habari katika ukurasa wa tatu lakini pia gazeti hili limeandika mvuayo wa watu 25 Nigeria habari katika ukurasa wa tisa na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi gazeti uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele nipitisheni wagombea makini rais Dr. Samia ni watakaosimama kwa tiketi ya CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu asisitiza vikao vya uchujaji kutenda haki, kuto beba waliokosa sifa katika jamii. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika Profesa Kitila, tuna wajibu wa kumlinda rais Dkt. Samia. Habari katika ukurasa wa tatu. Ni ilani ya wa Watanzania gosa ajira, kilimo, viwanda na demokrasia. Habari katika ukurasa wa tatu. JICA yahakikishia Tanzania ushirikiano bora zaidi. Habari katika ukurasa wa tatu. Wahariri watakiwa kuibua wagombea safi waadilifu wa habari. Imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika msisitizo tujatuma watu, huu ni uwanja wa wazi, kila mtu ajipime kwa uwezo wake. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti Uhuru kweli daima, Jumamosi leo. Gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataka wagombea wenye sifa. CCM watoa maelekezo kwa wagombea wenye makandokando kwenye majimbo kata, kutoteuliwa awakana wanaotumia jina lake kuwatuma majimboni. Viongozi wa CCM wanaotamani majimbo awataka kuandika barua na kukaa kando kabla ya kesho Juni mosi. Awatangaza wajumbe wapya wa kamati kuu mbele ya mkutano mkuu, uteuzi wao umezing, umezingatia mabadiliko ya katiba. Aonya makundi ndani ya CCM na kutoa maelekezo kuelekea uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa tatu. Ilani CCM yamebeba maono ya watanzania kuangazia ukuaji wa ajira, uimarishaji kilimo nchini. Profesa Kitila asema ilani ya saba tangu mfumo wa vyama vingi, undani wa taarifa lakini katika ukurasa wa nne. Wakuu wa majeshi ya polisi nchi za Sadek wakutana Tanzania, habari katika ukurasa wa tatu. TPA yatangaza operesheni ukaguzi magari bandari, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili. Dr Kehuza, ilani ya CCM msingi wa fikra mpya kwenye uchumi wa Tanzania, undani wa taarifa, lakini katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limekuja. Na sasa tukiwekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, kombe la FA leo Jumamosi saa kumi kamili jioni, Tanzanite kwa raha manyara, mashabiki elfu tatu kutazama mchezo huo. Gazeti hili imeandika kocha huyo tangu watu wa Msimbazi ameifanya Simba itishe kiasi cha kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika tano katika mechi tano zilizopita za Simba, Mutale amefunga bao moja tu kaf. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili aziziki kuna chama pakome, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Alonso kuiba tiktak kutoka Katalunya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tano. Ile siku ndo leo, Champions League ile siku iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu ndo leo. Leo ndio kilele cha michuano ya kimataifa ya Ulaya msimu huu mechi kubwa ya fainali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini. Gazeti limeandika ni Alliance Arena, PSG dhidi ya AC Milan, mchezo unapigwa saa nne kamili usiku. Gazeti hili limeandika waamuzi wa ligi kuu bara wajitathmini. Undani wa taarifa hii umeandikwa kwenye ukurasa wa sita wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti likiandika ligi kuu bara, Jumapili Juni 15, Yanga na Simba saa 11 kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya habari mikononi mwangu, nalo gazeti ya Habari Leo, lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika, Simba Singida nani kuifuata Yanga FA? viwanja chani vyakamilika, TFF yataka mechi nyingi ligi ya vijana, habari imeandikwa kwenye kurasa, kurasa za ndani za gazeti hili. Diamond Juks ametuheshimisha habari katika ukurasa wa 21 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania ya Jumamosi leo. Asante na kwaheri kwa sasa.